Watu kadhaa wameripotiwa kufariki huku wengine wakiachwa na majeraha kufuatia vurumai lililozuka wakati wa shughuli ya kutazama mwili wa aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga katika uwanja wa Kasarani. Shughuli hii iligeuka kuwa fujo kwa muda, baada ya umati wa Wakenya kujitokeza kwa shughuli hiyo. Maafisa wa polisi walizidiwa nguvu na wale waliofika na kulazimika kurusha vitoa machozi kutawanya wakazi Walifika uwanjani Kasarani kwa shughuli ya kuutazama mwili wa hayati Raila Amolo Odinga, ila kwa hali ya kusikitisha mno, wakatoka uwanjani wakiwa maiti, wengine wakiwachwa na majeraha. Idadi ya watu ambao haijathibitishwa wakifariki kutokana na vurumai hilo lililoshuhudiwa muda mchache baada ya eneo la kuutazama mwili wa marehemu Raila Odinga kugeuzwa kuwa uwanja wa Kasarani kutoka majengo ya bunge. Umati uliofurika uwanjani ukidai kuona mwili wa Raila Odinga uliwazidi nguvu maafisa wa polisi ambao walilazimika kutumia vitoa machozi na kupiga risasi hewani, matokeo yake yakawa ni vifo Mipango na mikakati iliyowekwa kwa umati kutazama mwili wa hayati Raila Amolo Odinga ikivurugika na, baada ya ngojangoja ngoja, matumaini yakageuka vurumai jalala. Tangu jana saa hizi bado tunaomboleza tu baba, lakini shida imekuwapa mingi, makarao wanapiga raia, hata already washaua watu wawili mpaka dakika ya mwisho, hadi 90 tuko na baba, hadi 90 mpaka tumteremshe. Anatarajia kuona baba. Basi sasa, hifu yote afuoyote mazee, tumekaa hapa tangu tu tunangoja baba afike, si hatuwezi toka. Amejaribu mara kadhaa, amekuwa mara sita, na tulijua mara ya saba, bado bado atajaribu. So, tutoki hapa hapa until tuone baba. Baba, tear gas tumekula, but bado hatuwezi give up. Tuko hapa hadi the last minute kuja kuona baba, but unfortunately, tujiona anything tumepigwa tear gas like tumekimbia 3 like so, yeah, so, baadhi ya mili ilionekana ndani ya uwanja na nje katika magari ya polisi. Hatimaye, baada ya vurugu kutulia, wakenya wakapata fursa ya kutazama mwili wa marehemu Raila, baada ya mchana kutwa ya kusubiri. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.